Bi manhaj salaf tukizungumza kwa ufupi ni nini, huu mfumo wa salafu salih manake, mimi nishaona mpaka wengine wafanye istihzaa. Okay, ukiona kijana leo manhaj, manhaj, hata ajui maana ya manhaj. Nikimwambia aelewa, labda wewe huelewe, manake kuna watu utoa hutuba za Ijumaa pia, kwenye hutuba wasema makundi yamekuwa mengi, hata hatujui nani huko kwenye haki. Sasa watolea nini hutuba? Wapoteza watu, manake wewe mwenyewe hujui. Don't follow me, I'm lost too.

Ni mfumo ambao hautangulizi chochote wala haurudishi chochote nyuma, haucheleweshi chochote isipokuwa kwa dalili. Wala yaqbalu wala yarfudhu illa biburhanin shariyin, wala mfumo huu haukubali wala haukatai isipokuwa kwa hoja za kisheria. Kiufupi yaani, kwa lugha ya kueleweka ni qala Allahu qala rasuluhu, ni maneno ya Allah na maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha maneno ya Allah na ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa nani? Wa masahaba wa mtume, mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hii ndio manhaju salaf. Sasa pengine labda niulize, mpaka hapa nilipofikia hivi, kuna makosa yote katika mtu kufuata mfumo huu? Kuna mtu labda aona kuna makosa, atukosoe sasa hivi, aseme haifai mtu kuwafuata salafu salih, haifai Atuambie sasa hivi, kisha atoe hoja, kisha atuambie tumfuate nani ikiwa si hawa, sasa hivi atuambie. Kwa hivi unavyozungumza wewe, makosa usawa ni kwa sisi tumfuate fulani, tusiwafuate masahaba wa mtume zaaa salam? Kuna mtu anaweza kukosoa hapa? Na ndiyo maana ukawaona ahlul bid'ah wote kwa pamoja wameungana dhidi ya watu wanaolingania katika hii manhaji, si kwa hujja, kwa buhtani, kwa uongo tu. Kisha mtu azungumza kuwa huyu mwongo anayezungumza masalaf, aweza kusema masalafi, masalafi, waongo lakini yeye anachokizungumza uongo mtupu, shekhe, na kubandika uongo kwa manhaju salaf. Wameshindwa kuikosoa hii manhaji, haikosoleki na mara nyingi tumewaambia, mara nyingi kila ambaye aona kuna kosa lolote katika huu mfumo ajitokeze, aseme kuna kosa hili na dalili ni hii hapa, basi sitafuata Qala llahu qala rasulu, hapa dalili. Bas, sini haki lazima uifuate. Kwa yule atakayekuwa amekuja nayo, hataangaliwa sura yake, maadamu amekuja na haki, itafuata.